Ilikuwa ni alfajiri ya kuamkia siku ya Ijumaa Juni 13, saa 9 usiku. Israeli ikiwa na ndege zake za kivita takriban 200 ilianza mashambulizi ya kushtukiza nchini Iran katika vituo vya kijeshi vya Hamadan na Tabriz pamoja na vituo kadhaa vya nyuklia. Shambulio hili lilipelekea kuuawa viongozi waandamizi wa jeshi la Iran pamoja na wanasayansi wake muhimu. Viongozi waliouawa katika shambulio hili ni Hussein Salami, Muhammad Bagheri, Gholamali Rashid na Amiri al Hajizadeh. Shambulio hili la Israel lilikuja siku mbili kabla ya raundi ya sita ya mazungumzo ya nyuklia yaliyopangwa kufanyika nchini Oman siku ya Jumapili kati ya Marekani na Iran. Swali la kujiuliza ni kwa nini sasa?

Kwa sasa yupo katika kipindi kigumu sana katika kesi zake zinazoendelea ndani ya mahakama za Israel, hivyo amelazimisha sana vita hii kuja ili msaidie katika kesi zake. Inaelezwa kwamba amekuwa akiomba kwa mwendesha mashtaka kesi zake ziahirishwe kwa miaka miwili hadi mitatu, sababu visa inaenda kuwa ngumu na ya muda mrefu. Israel ilieleza sababu ya wao kufanya shambulio hilo ni kwamba kuna uwezekano Tehran ina silaha za nyuklia kitu ambacho ni kosa kwa mujibu wa ibara ya pili ukurasa wa nne wa makubaliano ya Umoja wa Mataifa. Kifungo hiki kinakataza mtu, kikundi cha watu au nchi kuanzisha vita kwa hoja ya hofu ya kuwepo hatari siku za usoni. Vilevile vile, cha kushangaza taarifa ya G7 inaeleza kwamba Iran ni kiini cha vurugu na ugaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, ingawa taarifa ya mkuu wa kitengo cha upelelezi cha Rais Trump Bibi Tulsi Gabbard, aliyoitoa miezi mitatu iliyopita ilieleza kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia. Kichekesho kingine kilichopo hapa ni Israel ndio wanaomiliki silaha za nyuklia na hapo hapo wamekuwa wakitaka kutia saini mikataba ya kimataifa ya matumizi salama ya nguvu za kinyuklia pamoja na kukataa kukaguliwa. Yote haya yakiendelea, kiongozi mkuu wa taifa hili la Kizayuni ana hati ya kukamatwa akituhumiwa kwa makosa ya kivita pamoja na makosa ya kiuhalifu. Israel na mshirika wake Marekani hawakuwa sahihi nchini Iraq, hawakuwa sahihi nchini Afghanistan, hawakuwa sahihi Libya na sasa wanafanya kosa lile lile walilofanya kote huko Iran.

Ni vurugu na kuanguka kwa chumi zao. Inasikitisha sana. Wakati Israel na Iran wakiendelea na vita, Juni 22, dunia ilishuhudia Marekani ikituma ndege yake maalumu ya kivita ya B2 kulipua vituo vya nyuklia vya Fordow, Natanz na Esfahan nchini Iran. Shambulio hili lilikuja mara tu baada ya Israel kuomba msaada Marekani kufanikisha zoezi hili kutokana na uwezo mdogo wa makombora ya Israel kufikia usawa wa mita 80 chini ya ardhi, eneo ambalo vinu vya utengenezaji wa nyuklia vipo nchini Iran. Ingawa hili limefanyika, lakini bado swala la Iran kuvamiwa kijeshi linabaki kuwa gumu. Kwa nini ni ngumu sana kuvamia Iran? Kwanza ni jiografia yake. Iran ni kubwa sana. Karibu mara saba zaidi ya Uingereza. Zaidi ya hivyo, magharibi ina safu za milima ya Zagros, huku upande wa kusini ina bahari yenye fukwe ambayo haijanyooka yenye miamba ambayo si rafiki sana. Kwa meli kutia nanga. Baina ya safu mbili za milima Iran, kuna majangwa mawili ambayo ni hatari na hayapitiki kirahisi kwa mtu yoyote anayeweza kutaka kuivamia. Vilevile vile, Iran imejaliwa mkondo wa bahari wa Hormuz. Asilimia ishirini ya mafuta ya dunia yanapitia hapa. Eneo hili lote lipo chini ya umiliki wa Iran hivyo kuyafanya mataifa mengi ya ogope kuigusa maana ukiigusa Iran kuna uwezekano mkubwa ikaamua kufunga njia hii muhimu, na hili linaonekana wazi sasa, kwani bunge la Iran limepitisha mswada wa kuufunga mkondo bahari huu, huku Marekani tayari wakiwa wameanza iomba Urusi isihi Iran isiufunge. Swala la pili ni wingi wa mafuta. Mmoja kati ya mambo ambayo huwa yanazifanya nchi nyingi ziishiwe na nguvu ya kupigana mapema katika nchi nyingi ni kuishiwa mafuta. Nchi nyingi zinazoingia katika vita kitu cha kwanza kuwakatikia ni mafuta. Na mafuta yanapoisha uwezo wa kupambana vitani hupungua au kuisha kabisa kutokana na mafuta kutumika sana katika vifaa vingi vya kijeshi kipindi cha vita. Ila kwa kesi ya Iran hii ni tofauti, maana taifa hili la Kiajemi lina hifadhi ya mafuta inayoweza kuifanya kuishi miaka mia mbili bila kuagiza mafuta nje. La tatu ni wananchi wake. Iran ina idadi ya watu milioni themanini, na kitu cha pekee juu ya watu wake ni kiwango cha juu cha uzalendo kwa nchi yao. Wairani wengi ni watu ambao wako tayari kufa kwa ajili ya nchi yao, hivyo ni ngumu sana hata kusaliti nchi yao. Siku zote hawajawahi kuwa waoga wa kulinda nchi yao na ni rahisi sana kwa adui kugundulika anapoingia nchini Iran. Nne ni madini ya uranium iliyonayo. Uwepo wa madini ya uranium pia ni moja ya mambo muhimu sana yanayoiongezea nguvu nchi hii, maana kupitia madini ya uranium Iran inaweza kuendesha mitambo yake ya nyuklia. Mengi yanaendelea kwa sasa, swali linalobaki vichwani mwa wengi ni ncha ya marefu haya itakuwa wapi? Hii ceasefire ya bwana Trump ndio ncha? Muda utaongea. Hadi wakati mwingine, mimi ni msimulizi wako Amina Njuki.